Kila likija Tanzania ina furaha kwa kuwa kuna hatua ambazo zimepigwa katika nyanja mbalimbali mbali. Na nimekuja hapa kwa mwaliko wa ndugu yangu Paul Makonda ambaye ni mkuu wa mkoa wa Arusha kwa kongamano ambayo itafanyika tarehe tatu mwezi huu wa tano, ambao ni kesho, na ni jambo la kushabikiwa kwa kuwa lililoko ni ya kwamba lazima uchumi wa nchi ya Tanzania au Jamhuri ya Muungano ya Tanzania iendelee ili Watanzania wenyewe wawe katika hali ya kujikidhi. Na kwa muktadha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni muhimu ya kwamba tuwe katika hali ya kufanya kazi pamoja. Kumbuka ya kwamba angalia katika mikataba yote katika Afrika Mashariki na katika bara la Afrika, lengo ni kuinua hali ya Waafrika. Tuna fursa kesho ya kuhakikisha kwamba uh, fikra zetu zote tumezioanisha, tumezipiga msasa kwa minaajili ya kutafuta mustakabali wa kuhakikisha kwamba wananchi wamefaidika. Jukumu letu kama watu ambao wanaipenda bara la Afrika na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunamshukuru uh, Mama Samia Suluhu Hassan na wale ambao wanahudumu chini yake, kama rafiki yangu Doto Biteko na, na Hassan, use, mwi, Rais Mwinyi Zanzibar, na pia Kassim Majaliwa Majaliwa na ndugu Makonda kwa kuwa naye pia anajaribu. Ili Tanzania iendelee lazima kuwe na viongozi wengi tu ambao wanamsaidia Rais Suluhu Hassan.